Mtu amekuwa inspired na maisha ya Benpol alivyokuwa anakula bata katika, I mean, katika holidays zilizopita. Umeona, na wasiojua ni kwamba Benpol ana ngoma mpya inayojulikana kama Waone, lakini watu hawajazingatia hiyo ngoma, wamezingatia mahusiano ya Anerlisa na Benpol. Wameenda Germany, wameenda Dubai, wametoka Dubai wameenda sijui wapi, hao ndio watu wataka kuona, lakini kazi ya Benpol ya Waone <laughs> lakini kazi ya Benpol kama watu hivi wanaisikiliza, lakini kaambaye, ngoja tuangalie na mahusiano yanaendaje, sijui kama nifahamu. So hii hapa ni interview ambayo nilifanywa na Benpol kumuuliza kuhusiana na mahusiano yake na Anerlisa. Before zile vacation ambazo zilitusumbua sana katika mitandao ya kijamii Anerlisa ni, ni, ni rafiki yangu ni, ni rafiki yangu, ni mtu ambaye tunaongea vitu vingi sana tuna mipango mingi, naweza nikasema hivyo, umeona. Uh, japo vitu vingine bado ni binafsi, umeona, bado vitu vingine ni binafsi, lakini parazi, ni msichana mzuri <coughs> <coughs> ni msichana mzuri umeona, na hivyo kama nilivyosema, kuna <laughs> yani ni hivyo tu kwamba kuna kuna mipango mingi, kuna vitu vingi ambavyo tumepanga naye. Hata klub appearance nilizokuwa nafanya naye alikuwa anafanya marketing ya maji yake, kwa hiyo ilikuwa kama ni collab, unajua tulifanya kama collab. So ni mtu ambaye yeah, ni mtu ambaye tuko karibu.